Viongozi wetu na kumshuhudia, na niombe kila alikuwa mundani ashuhudie kusema Jenista ni mtu mwema, Jenista ni mtu mwema, ili malaika, ukimshuhudia mtu mwema malaika upeka salamu kwa Mungu wetu, kabla yeye hajazikwa Jenista alinizoea sana. Nitasema tu kitu kidogo. Aliwahi kuniuliza hili jina la Zungu limetoka wapi? Bibi yangu mzaa baba ni Mgoni na mtu wa Nyasa na ni Mzulu na hili ni jina la Kizulu. Sasa machifu atansaidia baadaye, wanaambia wapi bibi yangu kijiji chake kilipo. Naomba ni mshukuru sana mheshimiwa Rais kwa namna alivyojitoa kwenye msiba huu na misiba yote nchini mwetu Namshukuru yeye, namshukuru makamu wa raisi, na mshukuru waziri mkuu wetu, wabunge, mawaziri, wananchi, waandishi wa habari, katibu wa bunge kwa kazi kubwa alifanya na kuhakikisha maelekezo yaliyopewa ya Mheshimiwa raisi yametimizwa, na mpaka kesho tunampeleka mama yetu kumpumzisha. Nashukuru viongozi wa dini tena kwa kazi kubwa mliofanya, kuhakikisha mama yetu huyu tunakwenda kumpumzisha. Mkuu wa mkoa uko hapa, mwenyekiti wa chama cha mapinduzi uko hapa, na nyota ya mtoto wetu yuko hapa. Nafikiri ningesema hivyo mmenielewa, mmenielewa. Nyota ya mtoto wetu yupo hapa. Nawashukuru sana familia. Juzi Dodoma niliwaambia mshikamane, mpendane, hiki ni kipindi kigumu kwenu, lakini mkishikamana mtavuka, na mtavuka salama. Asanteni sana.